Wakenya kuenda ng'ambo ni shida mbili peke yake. Ya kwanza ni ujuaji, ujuaji mwingi sana, ujuaji mwingi sana, ujuaji wa kupita kipimo. Na mimi naambia vijana, kama una ujuaji, malizia Kenya kabla ujaenda ng'ambo. Ukienda ng'ambo ni nchi nyingine. kama ni kuandamana, andamana ukiwa Kenya hapa tunakuruhusu, lakini usiende kuandamana katika nchi ya watu wengine. Ukiwa na shida, rudi nyumbani ukiwa kule katika nchi zingine, na umeenda kama activist na unataka kuandamana, unasikia unawashwa, unataka kuandamana, unataka kuwa activist huko, unataka kuchochea, ingia ndege ukuje hapa weekend moja uandamane kila mahali, hiyo yu, ikutoke yu, urudi kazini, ikutoke, urudi kazini, kwa sababu ukienda kufanya huko ma, ma mando ya maandamano unachomea wakenya wengine. Hivi sasa tunaongea, kuna wakenya wamerudishwa, kuna wakenya kama I think kumi na tano Wamerudishwa. Kuna watu waliandamana huko country tofauti tofauti, Wakenya kumi na watano kama wengi, wakasimamishwa hao kumi na tano wakakuwa ni wale walikuwa wanaandamana wakarejeshwa nyumbani. Unge imezama unaandamana kwa nchi ya fulani nyingine, wanauliza mbona mkenya anaandamana na mganda aandamani? Mbona mtanzania andamani? Mbona South Africa anaandamani? Mbona, mbona Ethiopia za waandamani? Mbona Wahindi ya wa waandamani? Kwani hii kitu ya kuandamana ni Wakenya wa Kenya imeingia kwa damu naandamana kila mahali. Kwa hivyo ukitaka kuandamana, wewe panga urudi nyumbani uandamane nyumbani kwenyu, andamana tukana baba tukana mama piga umbwa teke fanye ma, ikutoke urudi. Lakini usiende kuchomea wengine kwa sababu sasa wakirudisha wakenya Kenya, inamaanisha hiyo kampuni itaki kuandika wakenya tena. Kwa sababu wa Kenya wanacho. Sasa ule anaumia nani? Si kijana yuko hapa na kazi. Yule kijana mtifu yuko hapa hana kazi. Kwa hivyo jambo la kwanza Jambo la pili ambalo linatusumbua sana ni madawa ya kulevya hapo. Utafanyiwa medical check, kama umekuwa ni mvutaji wa bangi, madawa ya kulevya, utaanguka. Hata ikitaka kupatikana hapa, ukifika ngambo utapatikana. Kuna kijana mmoja alikuwa anaenda Qatar, alifanyiwa medical, alikuwa sawa kabisa, fit kabisa. Sasa siku ya kwenda the night before he went, usiku wa siku ya kwenda, akapiga sherehe na marafiki wake, akapiga sherehe, akampatia madawa, akakunywa pombe, akavuta bangi nini nini. Akafika huko, baada ya siku mbili akafanyiwa drug test, akakutwa bangi imejaa kwa kwa mishipa, akarudishwa. Na alikuwa ameahidi kila mtu, amefukuza girlfriend, amtaki tena, amefukuza nini, amemaliza kila kitu, akarudishwa tena kwa sababu ya bangi. Kwa hivyo kama unataka kwenda ng'ambo, achana na bangi bana. Wachana na bangi, hakuna mtu anataka mvutaji wa bangi katika nchi yao. Uarabuni wataki, Ujerumani wataki, Australia wataki, Uingereza wataki, Marekani wataki, Slovenia wataki. Hakuna mahali duniani wanataka mvutaji wa bangi katika nchi yao. Hata kama wanavuta bangi kwao ni kwao, lakini wataki mtu ambaye ni drug taker kwenda katika nchi yao. Kwa hivyo naomba vijana tafadhali, na warembo tafadhali, tuachane na mambo ya madawa kama unataka kupata kazi.